Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wetu, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya safari ya ajabu. Leo tunaangazia kanuni moja katika maisha, inaitwa kanuni ya mtia moyo. Mtia moyo ni nani? Mtia moyo ni mtu ambaye anakuwa tayari kuhakikisha haukati tamaa, anakuwa tayari kuhakikisha ya kwamba haurudi nyuma, hauharibikiwi anakuwa tayari kukuonesha ya kwamba unaweza ukafanya zaidi, ukasonga mbele kidogo, unaweza ukainuka ukianguka. Mtia moyo ni mtu ambaye anakwambia, bado hatua kidogo tu ukamilishe. Mtia moyo ni mtu ambaye anakwambia, bado kidogo, kuna pambazuka. Ni mtu aliye nyuma yako, aliye mbele yako, aliye pembeni yako. katika maisha tumekutana na vitu vingi vinavyotukatisha tamaa, vitu vingi vinavyoturudisha nyuma, vitu vingi vinavyotia giza zaidi kuliko nuru, lakini leo ninataka nikutie moyo. Kuna watu wengi wanaotutia moyo katika hali zote. Tuna watu wengi wanaotuinua tukianguka. Mimi ninataka nikuhakikishie, miongoni mwa watia moyo wengi tulio nao, si watu tunaoishi nao sasa, si ndugu zetu huenda tuliozaliwa nao, si wanajamii, sio majirani, sio wafanyakazi wenzetu, lakini ni watu walioishi zamani sana, ambao walidhihirisha maisha ya uvumilivu, walidhihirisha maisha ya imani, walidhihirisha maisha ya kumtii Mungu na kumcha Mungu na wakawa mifano na vielelezo kwetu. Leo ninamleta kwako mtia moyo wa kwanza Ayubu. Ayubu anawatia moyo wale wote wanaoharibikiwa kiuchumi katika maisha yao. Anawaambia niliwahi kupoteza kila kitu katika maisha yangu, nilipoteza watoto, nilipoteza mali, nilipoteza mpaka na marafiki, lakini niliposimama imara kidogo, vyote vilinirudia tena maradufu zaidi ya vile vya kwanza. Ayubu anawatia moyo wanaougua ugonjwa muda mrefu bila kupona. Anawaambia, niliwahi kuumwa ikabaki tu roho yangu haikutoka, lakini kila kiungo kiliharibika. Nilipovumilia kidogo vyote vilirejeshwa. Ninamleta kwako mtia moyo wa pili ni Ibrahimu. Ibrahimu anawatia moyo wale wote wanaoweza kumtegemea Mungu sana, lakini ni kama matarajio yao katika maisha hayajafikiwa. Yawezekana unamcha Mungu, unatoa sadaka nyingi, lakini Bwana hajaruhusu upate mtoto, hajaruhusu upate mali nyingi, hajaruhusu upate namna ya kitu kinachokufurahisha sana. Ibrahimu anakutia moyo, anasema nilikaa miaka mia moja bila kupata mtoto lakini, Bwana aliponipa mtoto mmoja leo, ninaitwa baba wa imani, ninaitwa babu wa Israeli wote, na hata ambao sio Israeli wanajiita kwa jina langu. Ibrahimu anawatia moyo watu wote wanaoonekana wametengwa, wanaoonekana hawana mtu wa kuwatia moyo. Anasema mimi leo ni baba wa imani kwa wote, ingawa nilianza kama mtu tasa nisiyeweza kuzaa. Namba tatu ni Musa. Musa anawatia moyo watu wote ambao yawezekana umesoma sana lakini ni kama elimu yako haijaripa. Musa akiwa na miaka arobaini, alihakikishwa alihakikishiwa, atakuwa ni farao wa misri atakayefuata, na hivyo alisomeshwa elimu ya majeshi, elimu ya utawala, elimu ya uchumi, elimu ya mazingira na elimu nyingi zikiwemo elimu za kutatua migogoro. Akiwa na miaka 40 ni kama anataka kujidhihirisha yuko tayari kabisa kufanya kusudi lolote lilio mbele yake, lakini anakosea namna fulani. Nafahamu wale wasomaji wa maandiko matakatifu, anapokosea akamuua Misri na kumfukia, taarifa zinapofika kwa Farao, anakimbia akiwa na miaka 40. Je, unajua Elimu yake yote inaonekana kama imeharibika. Elimu yake yote inaonekana kama haina matumizi tena. Akiwa na miaka 80 kwa maana ya miaka 40 mingine, ndipo Mungu anamuita. Ni kama rohoni anamwambia sasa, ile elimu uliyoikusanya miaka 40 iliyopita, sasa ndio ninataka ukaitumie. Je, unajua kama Mungu amekuruhusu upate elimu, usiwe na wasiwasi, usikate tamaa. Kuna siku atakuita uitumie. Kama hauna kazi sasa amini, kesho inaweza kuwa yako, usikate tamaa. Karibu katika mwendelezo wa, wa maisha, safari ya maisha, kanuni ya kutia moyo. Wako watia moyo wengi katika maandiko matakatifu ambao leo wanaweza kukutia moyo kwa yote unayopitia. Muda hautoshi, ningekwambia habari za Daudi, ningekwambia habari za Danieli, ningekwambia habari za Yusufu, ningekwambia habari za Nehemia, habari za Yakobo, habari za Esta na habari za wacha Mungu wengine wengi. Safari ya maisha ni safari ya kutiana moyo. Karibu katika mwendelezo wa mafundisho na masomo ya safari ya imani kanuni ya kutia moyo. Karibu na Mungu akubariki sana.